Oktoba 25 kunaweka tiki tiki, oye, panapo shukrani, shukurani naodoshwa kwa shukrani, shukurani. Wananchi wa shehia hii Oktoba 25 watampa shukrani Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, lakini pia Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia. Owe? Oye, hayo mafupi wa kiongozi wa Fyoza Mwenge, naomba sasa tukangulie plani wetu na bado tainafsi. Karibu sana, kuna maeneo mbalimbali madarasa yamekarabatiwa, lakini pia tumejionea ujenzi wa shule mpya za kisasa, na shule wenyewe sio hizi za chini, hata zile shule za ghorofa zimejengwa ndani ya wilaya hii, jambo ambalo kwa kweli zinaenda kuhamasisha lakini pia kutupa nguvu ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Niwaombe sana wana eneo hili la Finya, twendeni tukashiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu, kwa sababu leo hii viongozi hawa ambao wanatusimamia ndani ya mkoa huu, kwa maana Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na Mheshimiwa mkuu wa wilaya na viongozi wote wana imani kubwa na wananchi wa eneo hili la Finya juu ya kwenda kumpa kura nyingi Daktari Hussein Ali Mwinyi pamoja na Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi binafsi watimiza mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu 2025, tumekagua ujenzi wa shule hii ya sekondari ya Finya. Ni kweli shule imezingatia mahitaji yote ya wanafunzi, imeonyeshwa maabara ya kemia, imeonyeshwa maabara ya baiolojia, imeonyesha maabara ya fizikia. Kwa kweli tujipigie makofi mengi sana. Mheshimiwa, mkuu wa wilaya, sasa nipo tayari kwa heshima ya wananchi wa eneo hili la Finya. Mwenge wa uhuru umeridhia kuweka jiwe la msingi ya shule ya sekondari ya eneo letu hili la Finya ili iweze kuhamilika kwa haraka na wananchi. Jiwe hili la msingi la ujenzi wa shule ya sekondari Finya limewekwa rasmi na Ismail kaa gozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa tarehe 26 mwezi wa 6 2025. Mwenge oye!